Wakazi zaidi ya mia moja kutoka kaunti ya Mombasa wamenufaika na mafunzo ya usalama wa namna ya kujiepusha na majanga yanayosababishwa na nguvu za umeme na gesi. Mafunzo hayo yalidhaminiwa na shirika la EPRA katika kaunti ya Mombasa. Aidha, wakazi hao walifunzwa namna ya kuweka mbali vifaa vya umeme na gesi mbali na watoto ili kuepuka ajali. Wakiongozwa na Saadi Yusuf na Abu Kathada wakazi hao wamepongeza mafunzo hayo na kuyataja kuwa yenye manufaa kwa usalama wao na familia. Aidha, wametaka mafunzo hayo kuendelezwa kote nchini ili raia wengi waweze kuelimika. Tumeweza kupata elimu kuhusiana na safe use na how to be safe in terms of using the energy na pia ni njia gani tunaweza kujikinga iwapo kutakuwa na madhara yoyote. Kwa hakika warsha kama hii ni muhimu sana na ni jambo la kuzingatia hususan tunapotumia matumizi ya gas na mengineo katika majumba yetu na njia gani salama ambayo inahitajika. Pia tumeweza kupata fursa ya kufanya networking na mashirika tofauti ambao iwapo kutatokezea changamoto zozote zinazohusiana na matumizi ya gas, matumizi ya stima au athari zinazotokamana na matumizi haya, ni njia gani tunaweza kujilinda na njia gani tunaweza kupata msaada wa dharura kwa haraka. Hivyo basi, ningehimiza mashirika ambayo yameweza kuandaa warsha kama hii kuweza kufanya warsha kama hii katika maeneo tofauti ya mashinani ili kuweza kupeana elimu kama hii kwa jamii. E, nimefurahi sana leo kuhudhuria hii warsha au workshop ya initiative ya usalama e, mtaani na kwa hakika tumejifunza na imetuonyesha namna ya kuchunga usalama e, katika mazingira yetu hasa umeme unapotokea e, na namna ya kuishi na umeme majumbani ama matumizi ya gas majumbani, na pia e, kutahadharisha watu hasa, ikitokea ajali ya gari ya mafuta, utaona watu wanakimbia kuteka ile mafuta ambao kwamba ni e, jambo ambalo kwamba linahatarisha maisha ya jamii e. Tumefurahishwa sana na warsha kama hii, tungeomba e, isiwe ni mwanzo, iendelee mara kwa mara na sehemu mbalimbali ili watu wawe ni wenye kuelimika na warsha kama hizi. Farida Ali, Runinga Anisa, Mombasa.